hatutaki CCM. Wanadai mahindi haya, wanadai mahindi hayo. Kama mnavyoona, ati ni mahindi, maboksi yamejaa kula, wanasema ni mahindi. Ndugu zangu, hii ndio Tanzania. Ndani na nje ya nchi, watu wazidi kushuhudia. Hai, gari imejaza maboksi ya kula, inakuja kuingia wilayani na kutangaza kuwa mahindi. Habari za muda huu, mtazamaji wa Bongo 5 TV, haya ni maeneo ya Kijazi interchange na kama unavyoona, na wameweza kufunga barabara na huduma za usafiri zikuweza eh, kusitishwa kwa maeneo haya eh, barabara kuelekea Mbezi imefungwa, lakini pia gari ambazo zinatoka Magomeni zimefungwa. Maeneo haya kwa sasa hivi hayapitiki, lakini bado tumeona gari za askari polisi ziko kwa mbali kidogo hadi mabaki ma ya kile kibao ambacho kilianguka Kijazi kitacho yakiwa yameganduliwa hapa katika daraja la Kijazi.